Tukielekea huko nchini Urusi tunafahamishwa kwamba rais wa nchi hiyo Vladimir Putin amesema kuwa anakubaliana na wazo la kusitisha mapigano nchini Ukraine, lakini maswali yanabakia kuhusu asili ya mapatano, huku akiweka masharti kadhaa magumu. Rais wa Urusi alikuwa akijibu swali kuhusu mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 ambao Ukraine ulikubali mapema wiki hii baada ya mazungumzo na Marekani. O, rais wa Ukraini volodimir Zelenski alieleza jibu la Putini kwa mpango huo kama ujanja na kutoa wito wa vikwazo zaidi kwa Urusi. Wakati huo huo, Marekani iliweka vikwazo zaidi kwa sekta ya mafuta ya Urusi, gesi na benki. Akizungumza katika mkutano na waandishi habari mjini Moscow siku ya Alhamis, Putin alisema kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano, Wazo hilo ni sawa na tunaliunga mkono, lakini kuna maswali ambayo tunahitaji kujadili. Kusitishwa kwa mapigano kunapaswa kusababisha amani ya kudumu na kuondoa sababu kuu za mgogoro huu, Putin alisema, na kuongeza kuwa tunahitaji kujadiliana na wenzetu wa Marekani na washirika. Alisema, labda nitapigiwa simu na Donald Trump.